Changamoto kubwa ni huyu dereva aliyetoka Dar es Salaam kwenda hivi. Ndio changamoto kwa sababu kama mnavyoona yeye kahama kwenye upande wake, kahamia kwenye upande wa mwenzie na mwenzie kajitahidi kumkwepa sana, yaani naweza nikasema kamkwepa kwa kiasi kikubwa sana, ila ndio hivyo, inawezekana akawa alikuwa anasinzia, maana hawa ndugu zetu nao wanaenda safari ndefu, wanachoka sana. Kwa makini, na kama inawezekana likuwa naomba serikali ijaribu kuweka ijaribu kuweka mikakati rasmi, hata wao magari makubwa, ikiwezekana, wawe madereva wawili. Hii ajali ilipotokea ilikuwa hapa, inakataza kabisa, usifuate, lakini mshikaji kalazimisha, ndio yakatokea. Barabara nyembamba, serikali ingejitahidi tu hapa watanui barabara. Barabara ambazo zinaingia katikati ya mji zitanuliwe, ili nafasi zitoke, na madereva sana sana wawe makini. Mnamo majira ya saa nane na dakika tano tumepata taarifa ya magari mawili kuungana katika maeneo ya Mapumbani majeruhi mmoja ndio alikuwa amenasa, amefanya jitihada za kumnasua mpaka wakati huo, ameweza kutolewa kwa salama. Tumewakabidhi wenzetu wa ambulensi kwa ajili ya kupeleka hospitali ya mkoa kwa ajili ya matibabu. Ajali ya magari mawili ya mizigo haya yamegongana, uh, gari namba T 675 EMY na trela lake namba T 117 EME limegongana na gari namba T 308 EEG ikiwa na trela uh, namba T 350 EEG. Kwa ufupi kwamba hili gari namba T 675 EMY ilikuwa linatokea njia ya Dar es Salaam linakwenda uko uelekeo wa Morogoro, na lenzake linatoka Morogoro kwenda Dar es Salaam. Huyu namba T 675 ameacha njia kaa upande wa mwenzake. Mwenzake amejitahidi kumkwepa, na majeruhi mmoja, kwa maana dereva wa hili gari namba ameumia. Magari mengine tumebadilisha oo kwenye barabara usudi barabara iweze kupitika. Baada ya muda mfupi tutaweza kufungua barabara, dereva kupata muda wa kupumzika, kwa sababu tunachokiona hapa huyu dereva wa ili gari ambayo limeama njia ameama njia, tunajaribu kutafiti sasa ni nini kilichomfanya amishe njia, aidha labda usingizi au labda alikuwa na kilevi au namna gani. Kikubwa kwanza tumpe matibabu, afu baadaye tutapata mahojiano na yeye.